Siku chache baada ya tume huru ya taifa ya uchaguzi aineki kutangaza majimbo mapya nane likiwemo jimbo la Chato Kusini, baadhi ya wakazi wa wilaya ya Chato wameipongeza tume hiyo kwa kuandika historia mpya ya upatikanaji wa jimbo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufaa Jacobo Mwambele kutangaza rasmi wilaya ya Chato kuwa na majimbo mawili ya uchaguzi ambayo ni Chato Kaskazini na Chato Kusini. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Chato wamesema upatikanaji wa majimbo hayo kutasaidia kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kuwa serikali itaongeza bajeti kupitia majimbo hayo. Eh, kwa manufaa ya majimbo mawili, kwanza kabisa kuleta uchumi mkubwa sana katika wilaya ya Chato kwa sababu tunakuwa na majimbo mawili, kwa hiyo kiasi cha fedha katika bajeti kikaongezeka. Kika vilevile serikali ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime kusudia kufanya hivyo kwa sababu kuona kwamba Chato ina watu wengi na watu wengi na sehemu, kwa hivyo kukata kwa majimbo mawili ni sehemu ya kukuza uchumi wa Chato. Manufaa ya kwanza kwanza kiuchumi kwa sababu unapokuwa na wabunge wawili ndani ya wilaya moja inakufanya watu waone kwamba ni fursa fursa, kwa maana ya kwamba tayari kipato kitaongezeka. Kipato kikishaongezeka, tayari uchumi wa kila wa mtu mmoja mmoja utakuwa mkubwa. Kwa hivyo serikali kwa kuona hili, tunaamini kwamba mambo mengi yatabadilika. Kwa majina naitwa ni Kapembe Charles, ni diwani wa kata hii ya Muungano. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hasani. Ninampongeza kwa sababu ya kulizia kupokea maombi ya kuligawa jimbo la Chato likapatikana katika majimbo mawili Chato Kaskazini na pamoja na Chato Kusini, hivyo kulikuwa na adha kubwa sana na ninawapongeza sana tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi baada ya kufikisha tu haya maombi, milolongo ile ilipokamilika, tunawapongeza sana, walifika moja kwa moja kuja kusikiliza, kujiridhisha kwa wananchi kama ile michakato kweli tulikuwa tumeshaipitia. Tulikaa nao, tunawashukuru sana, na baada ya pale walipomfikishia mheshimiwa rais hakusita kuweza kutubariki kutupa jimbo la pili. Majimbo yaliyokuwa maombi yalikuwa ni majimbo thelathini na nne, lakini sisi yaliyopitishwa ndani ya nchi ni majimbo manane, tukiwemo na sisi Chato mkoa wa Geita. Tumefanikiwa, ametupitishia, ametugawanyishia katika majimbo mawili. Ni jambo la kumshukuru. Mimi niseme tu kama mwana Chato, niseme kama diwani mwakilishi wa wananchi wa Muungano kwa niaba ya wananchi wa Muungano wa kata ya Muungano na Wanachato kwa ujumla. Kwenye hili tumepokea kwa sherehe, tumeshangilia na tukawa na imani yaweza kuwa kuna makubwa zaidi tunaweza tukayapata huko mbele ya safari. Maombi yetu ni kuendelea kumwombea aendelee kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mungu amulinde sana. Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Chato Mandia Kihiyo ameongeza kuwa hatua ya kuligawa jimbo la Chato na kuwa na majimbo mawili ya uchaguzi itasaidia kwenda kuboresha miundombinu ya wananchi kupitia mifuko ya jimbo. E, katika kuongeza jimbo moja na kuwa majimbo mawili ya Chato ule uwakilishi wa wananchi unaongezeka. Kwa hiyo, yale mahitaji ya wananchi, e, maoni ya wananchi, mahitaji ya wananchi, vilio vya wananchi, matakwa ya wananchi, miradi ambayo wanahitaji, kwa hiyo anakuwa ameongeza uwakilishi e, katika kupeleka e, maoni yao na maombi yao katika Bunge ambapo ndio imefanya maamuzi, e, katika kuhudumia wananchi. Lakini sambamba na hilo ndugu e, zangu waandishi wa habari wa ni kwamba e, kama kama mnavyojua kwamba kuna hela ya mfuko wa jimbo. Sasa hela ya mfuko wa jimbo sasa inaenda kuwa mifuko miwili, e, kwamba kutakuwa na jimbo la kusini, kutakuwa na jimbo la kaskazini. Kwa hiyo kutakuwa na mfuko wa jimbo ambao wanajitegemea na mfuko wa jimbo ule unaenda kugusa wananchi kwa ile mahitaji yao kabisa ya ndani kabisa kwa sababu naenda ku, ku, ku, kuinua na kusaidia zile nguvu za wananchi ambazo wamejitahidi katika eneo hilo, lakini hata katika barabara, katika mfuko wa barabara kuna mfuko pia wa, wa, wa jimbo. Mbali na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dk Samia Suluhu Hasani kwa kuridhia jimbo la Chato kugawanywa, mkuu wa wilaya ya Chato Luis Pitabula amesema kupatikana kwa jimbo jipya itasaidia kutatua baadhi ya kero na changamoto za maendeleo zilizokwama kutokana na bajeti ndogo kwa jimbo moja lililokuwepo hapo awali. Nichukue nafasi hii rasmi sasa kwamba kuwatangazia wananchi wa wilaya ya Chato kwamba Uh, wilaya yetu imegawanywa sasa katika majimbo mawili ya Chato Kaskazini na Chato Kusini. Kwa hiyo sasa ni rasmi. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hasan kwa kukubali ombi letu kati ya wilaya nyingi zilizoomba, lakini sisi tumebahatika kuwa katika nane bora na, na tumebahatika kupata uh, jimbo lingine, kata kata hizi mbili Makurugusi na Iparamasa. Kata hizi ukiziunganisha hizi zenyewe tu ni nusu ya wilaya. Kwa maana hiyo, uone jinsi mwakilishi anapopata wakati mgumu. Kwa hiyo, kulikuwa na malalamiko mengi sana, wananchi hawafikiwi katika muda mwafaka, unaweza kawa tunamtupia lawama mwakilishi wetu ambaye anatuwakilisha kwenye, kwenye bunge kwamba mara nyingine haendi kuwaona kwa wananchi, kuanzia siku wamechaguliwa ndio anaenda wakati ule wa mwishoni. Inaleta maneno sana na inaleta malalamiko makubwa sana kwa sasa. Tuna- tuna tunamuonea tuna kwa kweli sasa, kwa kugawanya kwa kugawanywa hivyo tuna uhakika kwamba wananchi wetu watasikilizwa na, na, na, na watawakilishwa wata vizuri.